Ugonjwa wa kumi na mbili. Tumetoka kwenye ugonjwa wa kumi na moja kati ya magonjwa yanayowasumbua wa wanawake, tunakwenda kwenye ugonjwa wa kumi na mbili. Ugonjwa wa kumi na mbili ambao unaweza kutibiwa kwa kupitia hijama, ambayo ni moja kati ya magonjwa na wakabili wa wanawake, kupungua nguvu za mwili baada ya kujifungua na faida ya hijama kumpungua nguvu za mwili baada ya kujifungua na faida za hijama. Kwa maana moja kati ya athari au magonjwa anayokutana nao wanawake, akitoka kwenye uzazi huwa anapata tatizo la kupungua nguvu za mwili, yani mwili unakuwa hauna nini, hauna nguvu. Ni kwa sababu ile nishati nyingi aliyopoteza wakati wa kujifungua, toka kumshusha ule mtoto, kubeba mimba ile yenyewe, umeona ule utendo wakati ule muda wa kujifungua, damu anazomwaga pale kwa hiyo hali hii inampelekea mwanamke baada ya kujifungua anakuwa na upungufu mkubwa sana wa nguvu za mwili. Ni faida gani anaweza akapata kupitia tiba ya hijama? Kupungua nguvu kwa, kupungua kwa nguvu za mwili baada ya kujifungua ni hali ya kawaida kwa wanawake wengi, na inaweza kuhusishwa na sababu mbalimbali mbali kiafya na kihisia. Dalili yake ugonjwa moja Uchovu wa kupitiliza hata baada ya kupumzika. Yani unaweza kukuta kwamba mwanamke ili umjue kwamba ana tatizo la kupungua kwa nguvu ya mwili. Yaani hata baada ya kuwa kashajifungua tayari na akashapata muda alao wa kupumzika labda mwezi mmoja au miwili, unakuta bado ile energy yake haiko, haiko sawa. Hii ni dalili kwamba huyu mwanamke amepata madhara ya kupungukiwa na nguvu baada ya kuwa ametoka kwenye nini? Kwenye uzazi Acha ile hali ya kawaida yani, ukisha kumuona kwamba pamoja kapata muda wa kupumzika, lakini bado ikawa inamtokea ile hali ya kupungua kwa nguvu, yani mwili unakuwa hauna hauna nguvu yani ujue hiyo ni dalili kwamba huyu ana tatizo la upungufu wa nguvu ambao umesababishwa na ile hali ya ya kufanya nini ya kujifungua. Dalili ya pili, kukosa nguvu za kufanya kufanya kazi, yani, kazi kazi ndogo ndogo, yani anashindwa kufanya pamoja kwamba kishapata muda wa kupumzika, eh, akifanya tu kazi kidogo kachoka, akifanya yaani kazi kidogo anakuwa amechoka, apate kidogo alale, yaani hujo huyo tayari ni tatizo lilikuwa limeshaingia ndani ya nini ya mwili wake, ambao limesababishwa na ile hali ya baada ya kutoka katika nini uzazi wa baada ya kujifungua. Lakini dalili ya tatu, kizunguzungu au hali ya kukosa usingizi, ili umjue kwamba mwanamke huyo ana tatizo la kupungua kwa nguvu baada ya kuwa amejifungua, basi miongoni mwa hali zinazomtokea kupata hali ya kizunguzungu. Kizunguzungu kinamkamata au hali ya kukosa usingizi, yani anashindwa kulala vizuri, analala kidogo kashtuka, analala kidogo kashtuka. Kumbuka sio kwamba ana majini, tunazungumzia tatizo linalotokana na upungufu wa nguvu baada ya mwanamke kutoka katika nini katika uzazi. Dalili ya nne: maumivu ya misuli na viungo. Mwanamke ambaye ametoka kujifungua na ana upungufu wa nguvu, basi miongoni mwa matatizo anayoyapata ni maumivu makali ya misuli na viungo vya mwili, kwenye joint, unakuta anapata hali ya maumivu maumivu. Hii ni dalili kwamba mwanamke huyu ana upungufu wa nguvu baada ya kuwa ametoka katika nini, katika uzazi. Dalili ya tano Kukosa hamu ya kula au kushuka uzito. Anakuwa anakosa hamu ya kula, ile appetite ya kula hapati, lakini pia uzito wake unafanya nini? Unapungua. Ukiona hali hiyo inamtokea mwanamke, maana yake huyo amepata matatizo ya upungufu wa nguvu baada ya kuwa wametoka katika kazi nzito ya kufanya nini, ya kujifungua. Na dalili ya sita ya mwisho, kushuka kwa morali na hisia za huzuni shuka kwa morali, hamasa, anakuwa hahamasiki, kama kwa tendo la ndoa hahamasiki ile yani, kwa mtu mchangamfu na nini, ya muda mwingi anakuwa mtu wa unyonge, unyonge, mdhalili, mdhalili, mdhaifu, mdhaifu, huzuni. Psychology yake inakuwa muda mwingi hayuko mtu ambaye kama yuko active vile. Ukimwona akiwa anapitia situation na namna hiyo, basi ujue huyu ana tatizo na upungufu wa nguvu baada ya kuwa ametoa katika nini, kujifungua na kuna sababu zake, sababu ambazo zinapelekea mwanamke huyu baada ya kutoka kujifungua apungukiwe na nguvu na kupata viashiria. Hizi sababu zake ziko takribani sita. Sababu ya kwanza, kupoteza damu wakati wa kujifungua husababisha upungufu wa damu. Kwa maana kile kitendo cha kwamba wakati wa uzazi ikapelekea kwamba labda yeye alipoteza damu nyingi sana kuliko ile kawaida kwa maana damu yake inakuwa ni ndogo na hivyo mzunguko wa damu unakuwa ni dhaifu. Nakumbuka damu ndiyo inayobeba nishati, damu ndiyo inayobeba nishati inayofanya mwili uwe na nini, uwe na nguvu. Kwa hiyo yeye sasa anakuwa ana upungufu wa damu kutokana na umwagaji wa damu mkubwa uliotokea wakati wa kujifungua. Hiyo inakuwa ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, mabadiliko ya homoni, hasa homoni ya estrogen. E, hali hii pia hupelekea kumpa, kumpelekea yeye naye pia kupunguza ama kupata hiyo hali ya upungufu wa nguvu. Kwa maana sababu nyingine ni mabadiliko ya homoni, homoni zake zinakuwa haziko sawa, zinakuwa zimevurugika vurugika, na homoni ni miongoni mwa viungo ambavyo vinasaidia katika ujenzi wa nguvu ya nini, ya mwili. Kwa hiyo upungufu nini, upotevu ama mabadiliko yake yanaweza yakapelekea mwanamke kupungukiwa na nguvu. Sababu ya tatu, kunyonyesha, kunyonyesha pia kunaweza kusababisha hivyo. Kuna mwanamke mwingine anakuta kajifungua mapacha wawili, mwingine kajifungua mapacha watatu. Sinaeleweka vizuri. Wale watoto wanataka kunyonya mpaka washibe. Sio tu kunyonya mpaka washibe, lakini wakati mwingine lishe duni. Sinaeleweka vizuri. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa ananyonyesha, maana yake nini? Huhitaji nguvu ya virutubisho zaidi. Kwa maana kadri na mwanamke anavyonyonyesha, anahitaji ale virutubisho zaidi, ili kurudisha ile nishati ambayo inafanya nini, inachukuliwa na watoto kwa ajili ya kwenda kuwajengea afya zao utaona kwamba baba huo unakuwa ni wakati wa kukaza msuli, kuhakikisha kwamba mama, mama mtoto hakosi vyakula vyenye virutubisho, supu za samaki mbichi, supu za kuku wa kienyeji, sawa, maji ya kutosha, matunda, lakini sambamba na mboga za majani, yaani kuhakikisha mlo wake unakuwa active muda wote kwa sababu kile kipindi cha kunyonyesha mama anahitaji nguvu kubwa ya virutubisho kwa ajili ya ustawi wa afya yake. Kwa hiyo moja kati ya sababu inaweza kupelekea mwanamke kupungukiwa kwa nguvu ni kunyonyesha, kwamba mtoto akiwa ananyonya anaweza akapelekea kupungukiwa na nguvu kwa mama. sababu ya nne, kutopata usingizi wa kutosha. kutopata usingizi wa kutosha kutokana na kuamka mara kwa mara kwa ajili ya mtoto. Kwa maana mama wakati akawa katika hali ya kunyonyesha, hasa nyakati za mwanzoni, humpelekea mwanamke mara kwa mara anakuwa hapati usingizi wa kutosha. Mara kaamka kukumbanisha nini nepi mtoto, mara mtoto analia, mara mtoto si hivi na hivi ya, isi, ile kitendo cha kulala kaamka, kalala, kaamka, kalala, kaamka, hivi vitendo huwa vinaweza kumpelekea mwanamke akose nguvu za mwili kwa sababu hapati muda wa mwili kujijenga kiafya. Kumbuka, usingizi ni nini? Usingizi ni nini? ni afya. Sinaeleweka vizuri? kwa hiyo nayo pia hali hiyo inaweza kusababisha mwanamke kupungukiwa, kupungukiwa kwa nguvu. Lakini sababu ya tano, lishe duni. Lishe duni, kama mwanamke anapata lishe duni baada ya kuwa ametoka kujifungua, pia inaweza kusababisha kupungua kwa nguvu za, za mwili Lishe duni maana yake hapati vyakula ambavyo venye kusaidia ujenzi wa nini wa mwili, ukosefu wa madini, vitamini na protini mwilini. Kwa maana lishe duni, kwa maana akana anakula vyakula, vyakula ambavyo havina madini ya kutosha kama calcium, madini ya zinki, lakini akana kula vyakula ambavyo havina vitamini, havina protini. Sawa, eh na sambamba na hali hii hupelekea mwili kukosa ubunifu ama kukosa hali duni, kupata hali duni ya kiafya. Sababu ya sita, msongo wa mawazo au wasiwasi. Inawezekana mwanamke akawa anapitia katika hali ya msongo wa mawazo mkali. Msongo wa mawazo unasababisha pia kusinyaa kwa mishipa Mishipa inaposinyaa mzunguko wa damu na kuwa dhaifu, inaweza kumpelekea pia mwanamke kuwa na nini, kuwa na upungufu wa nguvu. Lakini pia msongo wa mawazo unaweza ukamsababisha mtu kupoteza ile appetite ya nini, ya kula, hali hii ikapelekea hali kwa vizuri kwa sababu ya mawazo, na hali hii ikampelekea pia kukosa nguvu za mwili. Wasiwasi yanakaa mtu hana amani wakati wote, ana wasiwasi labda huenda hili huenda hili labda migogoro katika ndoa, wakatungia yote natia wasiwasi, labda nitaachika, si na hivi vyote hivyo vinavyo kasababisha kwa kwao. Hizi ni sababu sita ambazo zinaweza kumsababisha mwanamke matatizo ya upungufu wa nini wa nguvu. Tumeona dalili, tumeona sababu, kwa msaada msaada kabla ya hijama, msaada ambao anatakiwa kupata mwanamke ambaye amepungukiwa na nguvu katika, katika mwili wake baada ya kuwa amejifungua: kwanza, kula chakula bora chenye madini ya chuma, protini na vitamini, kwa maana kuhakikisha nakula vyakula vilivyokuwa bora, kwa maana kama dagaa sawa, lakini pia nakula kama samaki mbichi, supu, lakini pia kama kuku wa kienyeji, lakini mboga za majani za kutosha kama spinachi na mfano wake lakini msaada wa pili kupumzika vya kutosha, au na kupunguza kazi zisizo za, la lazima, za lazima. Kwa maana sisi wanaume tunapoona wake zetu wametoka kujifungua, wakati mwingine usio kamlimbikizia mwanamke kazi zote za nyumba, yaani yeye ya apige deki nyumba, aoshe vyombo, afue nguo, yaani unakuta toka asubuhi akiamka, hajapata muda wa kupumzika hata dakika hii. Alafu, akatuaua tena usiku, anakesha tena kwa ajili ya nani? Ya mtoto. Hali hii inaweza kumpelekea mwanamke upungufu wa nini? Wa nguvu katika mwili, kwa maana akakosa afya. Kwa hiyo lazima katika msaada wa pili mwanamke huyu anatakiwa apate muda wa kutosha kufanya nini? Wa kupumzika. Kwa hiyo kama usiku wakati mimi nikashughulishwa na mtoto, hakikisha asubuhi alao kuna, kuna mtu anamsaidia ama we mwenyewe asaidiwe kazi fulani fulani, ili apate muda, hata kama mchana, hata kama masaa matatu, ina anaweza akafanya nini, akapata muda wa kulala, anafulala anajenga kinga za mwili, anajenga afya ya mwili, na hii inamsaidia sana kwa upande wa mwanamke. Msaada wa tatu, kunywa maji ya kutosha, kwa maana inawezekana akawa napumzika, inawezekana akawa na kula, lakini maji hanywe ya kutosha. Na maji ni nguvu katika nini? Katika mwili. Maji anasaidia mzunguko wa damu. Basi pia msaada wa tatu, msaada mwingine anaohitajika huu mgonjwa, anywe maji ya kutosha. Na msaada wa nne, kufanya mazoezi mepesi kwa ajili ya kuimarisha mzunguko wa damu asio amekaa tu muda wote lazima afanye mazoezi mepesi kutembea kwa miguu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine sawa kilomita kadhaa anafanya mazoezi haya yanamsaidia kujenga afya kumbuka kwamba mazoezi ni afya hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya mazoezi na wake zake hii kukaa tu hivi peke yake inaweza isimsaidie lakini akifanya mazoezi itasaidia kuongeza mzunguko wa nini wa damu na msaada wa tano kutumia virutubisho kuvitumisha kutumia virutubisho, virutubisho mbalimbali mbali, vya vyakula vya dawa. Ziko dawa za virutubisho, lakini hapa msingi zaidi ale vyakula vyenye virutubisho. Kwa mfano kama uji wa lishe ambao utakuwa na mchanganyiko mbegu za maboga, ufuta ndani yake sawa, kutakuwa kuna chia ndani yake, mule na vitu vingine, virutubisho vingine ambavyo akila itamsaidia yeye kuimarisha nini afya yake na msaada wa mwisho, ambao huu ndo tunasema ndo the best, msaada mkubwa zaidi, hijama inaweza kusaidia kuhuisha mfumo wa damu, kuchochea nishati ya mwili na kupunguza uchovu. Kwa hijama itakuwa ni the best zaidi. Mwanamke ambaye anatatiza upungufu wa, wa, wa, wa nguvu za mwili akifanya hijama itaweza kumsaidia kuimarisha mzunguko wake wa damu na hivyo kuchochea nishati katika mwili, kwa maana damu inapozunguka vizuri, nishati ya mwili itakuwa iko vizuri, na hivyo kuondosha uchovu, na ukiondoka uchovu utamfanya mwili uchangamke na afya yake kuweza kuimarika. Kwa hiyo katika kipengele chetu cha, cha pili katika mada ya leo ni kuelezea ugonjwa wa kupungua kwa nguvu ya za mwili ya mwanamke baada ya kutoka katika hali ya kujifungua inshallah na hapa napo tuweke kituo ili tuweze kupata fursa kama kutakuwa kuna maswali ya kuuliza yaulizwe na baada hapo tuende kwenye ugonjwa wa kumi na tatu wabillahi billahi tawfiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu